Maspika, kabla ya kuelezea vipaumbele na mwelekeo wa uongozi wa serikali ya awamu ya nane katika kipindi hiki cha pili, napenda kutumia fursa hii kukipongeza chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kupata ushindi mkubwa wa asilimia 74.8 nafasi ya urais wa Zanzibar, asilimia 80 ya majimbo kwa nafasi ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na asilimia 86.4 kwa nafasi za udiwani katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nampongeza kwa dhati Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kupata ushindi wa kishindo wa asilimia 97.6 sambamba na mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchini. Ushindi huu ni kielelezo thabiti cha imani ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa Chama cha Mapinduzi. Hivyo natambua jukumu kubwa lililo mbele yetu, pamoja na viongozi sote tuliochaguliwa kwa tiketi ya CCM kwenda kukidhi matarajio ya wananchi. Namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza vyema wajibu wetu.